Moja, Daktari Samia Suluhu Hassan aweze kufanya mikutano yake Mbeya na nchi za kusini mwa Afrika sadiki. Lakini Mbeya tunataka tuwe na bandari kavu. Hayo ni maono yangu mimi mbunge wa Mbeya mjini, ili Mheshimiwa Rais anapojenga hii treni ya SGR ya Tazara, basi mizigo mingi iwe inakuja Mbeya. E, nchi zetu majirani Zimbabwe, Zambia, Malawi na DRC waweze kuchukulia mizigo Mbeya badala ya kufunga safari kilomita mia tisa kwenda Dar es Salaam kufuata mizigo kwao. Ninaamini kupitia hivyo Mbeya itachangamka na uchumi utakuwa mkubwa sana, lakini pia tunataka Mbeya tu centralize iwe kitovu cha, cha utalii nyanda za juu kusini. Tuna utalii mwingi sana, tuna milima, tuna maji moto tuna kituro eh, kuna maua ambayo yako kule hayapatikani ambayo ya popote duniani. Lakini pia kupitia Mbeya kwenda Ruaha National Park ni jirani sana. Lakini Mbeya tuna uwanja wa kimataifa wa ndege ambao unaweza accommodate ndege za aina ana zote. Kwa hiyo tutatumia fursa hiyo sisi kupitia uwanja wa ndege wa airport na Tazara kuhakikisha kwamba Mbeya inakuwa kiuchumi, lakini tunakuza utalii wetu na vijana wetu wanapata pesa, wana, wanatengeneza uchumi. Lakini Mbeya ni mkoa wa kilimo tutaboresha kilimo kuhakikisha kwa kwamba e, vijana wetu badala ya kukaa mjini wanakwenda kujiajiri kwenye sekta ya kilimo, ambako dira ya ishirini na hamsini imejikita sana huko kwamba watu waende kuzalisha pesa, na uzalishaji kwa sehemu kubwa uko kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo hayo mimi kama